kala wetu mmoja ambaye anaitwa Mbaraka Omari Nguvu, picha yake hii hapa. Nyumba yake ilivunjwa usiku e, ikavunjwa na chumba chake, akaenda akapigwa panga ya kichwa, na wakati anapiga kelele, hao watu walikuwa wamejipanga, yani nyumba tatu za jirani ambazo obviously, watu wangetoka kuitikia. Alipotoka mama wa kwanza, akapigwa na yeye ye, ye akapigwa na rungu, ikawa hawezi tena ku, akapiga tu kelele na yeye ameumia alipotoka mama mwingine na mwenye akapigwa, walitoka wanawake watatu wote wakapigwa, lakini kwa sababu makelele yalikuwa mengi na tulishaweka watu kwenye hali ya tahadhari, watu wengi wakatoka, ndio hawa watu wakakimbia. Na huyu ha amepelekwa kituo cha polisi na amemtambua mmoja kati ya watu ambao walimshambulia ile usiku, lakini polisi hawakuchukua hatua na taarifa hizi hazikuweza kufanyiwa kufanyiwa kazi. Kwa hiyo kulikuwa na matukio yaliyoanza kabla ya ya uchaguzi. Baadaye kukawa na matukio ya kuchoma nyumba moto wale mawakala wetu na wagombea, wakaenda kuchoma huyo moto hapa. Nilikuwa kwenye nyumba moja kati ya nyumba ambayo wakala wetu walichomewa nyumba yake moto, tena huyu